Na bila shaka kila mtu lazima awajibike, kila mtu atawajibika. Karibu kwenye makala haya ya Ninapowajibika. Yaani, ni simngojee yeyote awajibike. Uwajibikaji unaanza na mimi, unaanza na wewe, ndiposa kila mtu ataweza kuwajibika. Na siku ya leo ningependa tuweze kuangazia nguvu ya mtu mmoja kubadilisha ulimwengu, the the power of one in transforming the world. Karibu tukisoma barua ya mtakatifu Paulo kwa Warumi sura ya 5 mstari wa 19, inasema hivi kwa sababu ya kutotii kwa mtu mmoja, wengi wakawa wenye dhambi, kadhalika kwa utiifu wa mtu mmoja, wengi watapewa haki. Wakati mwingine tunapoitazama dunia, matatizo yake, rushwa, vita, umaskini, ukosefu wa haki, tunakata tamaa, tunajiambia mimi ni mtu mmoja tu, na siwezi kubadilisha chochote. Lakini hebu fikiria, maji ya bahari ni matone madogo yaliyokusanyika, sivyo? Milima vilevile ni vumbi iliyojipanga, na historia imejaa mifano ya mtu mmoja aliyebadilisha dunia. Swali ni je. Je, mimi ni mmoja kati ya wale wanaolalamika ama mmoja wa wachache wanaochukua hatua? Mtu mmoja anaweza kuleta giza au mwanga. Adamu kwa kutotii alileta dhambi, lakini Yesu Kristu kwa utiifu wake akaleta wokovu kwa ulimwengu wote. Mtu mmoja aliyejitolea kama Mama Teresa akaleta matumaini mitaani, mama maskini wa Calcutta. Mtu mmoja kama Martin Luther King Jr. akasimama kwa sauti ya haki na usawa. Mtu mmoja kama Wangari Maathai akapanda mti mmoja na leo mamilioni ya miti yamesimama kama kumbukumbu ya ujasiri wake. Kwa hiyo, hakuna udhuru. Mimi na wewe tunaweza kubadilisha dunia, lakini lazima kwanza tubadilike sisi wenyewe, kwa sababu mabadiliko ya kweli huanza ndani, siyo nje. Leo hii ninapowajibika, mimi ni taa ndogo katika giza nene. Nikiwa mwaminifu kazini kwangu, ninapunguza rushwa. Nikiwa mkweli nyumbani kwangu, ninajenga kizazi chenye maadili nikiwa na huruma kwa jirani, ninapanda mbegu ya upendo. Nikiomba na kuhubiri amani, ninazalisha nuru ya imani. Usidharau mchango wako. Maji ya mvua uanza na tone moja, ukombozi uanza na sauti moja, uaminifu uanza na moyo mmoja unaosema nitafanya sehemu yangu. Mtu mmoja akiwa na dhamira safi na moyo wa uwajibikaji anaweza kuwasha moto wa mabadiliko duniani. Ninapowajibika leo, najua kwamba dunia inasubiri hatua wa yangu. Wakati wengine wanalalamika, mimi nachukua hatua. Wakati wengine wanakata tamaa, mimi naeneza matumaini. Wakati wengine wanachoma, mimi ninapanda. Wakati wengine wanatenganisha, mimi ninaunganisha. Usingojee serikali, usingojee shirika, usingojee idhini ya mtu. Mungu amekupa uwezo wa kuwa chombo cha mabadiliko, kwa sababu hakuna kitu kikubwa kinachoanza bila mtu mmoja jasiri. Leo hii dunia inasubiri mtu mmoja, si tajiri, si maarufu, bali yule aliye tayari kuwajibika mtu mmoja mwenye maono, mtu mmoja mwenye ujasiri, mtu mmoja mwenye imani. Ninapowajibika, mimi ndiye mtu huyo. Ninapowajibika, ninaanza mapinduzi ya mema. Ninapowajibika, mimi ni tone la kwanza la mvua ya mabadiliko. Ninapowajibika, kwa sababu mabadiliko ya dunia huanza na mimi mabadiliko ya dunia huanza na mimi na wewe. Mabadiliko ya dunia huanza na sisi. Je, uko tayari kuwajibika kuleta mabadiliko kwenye dunia lenye giza? Tuweze kuwajibika. Asante, naitwa The Marian Subanis kwenye makala haya, yani Ninapowajibika. Tupatane tena siku ya kesho 6:30 am. Naomba.